Umekupatia mpaka kesho saa sita. Ina maana kuanzia kesho saa saba, hiyo ofisi yako inaenda kuwa sehemu yetu ya ibada. Ningependa kuomba baadhi ya wanajiita wana jamii ya komiti na bwana Sasita ambaye kwamba ni waziri wa kaunti. Mimi napenda kuwauliza swali, mtu anakimbilia ibada ama anafurahia kukimbilia kulaaniwa? Mtu inafaa kimbilie ibada, usikimbilie kulaaniwa. Sehemu ya kuabudu haitaki mchezo, na mahali tunaongelea hapo ni sehemu ya kufanya ibada, si sehemu ya kufanya sehemu ya burudani. Nafikiria sehemu za burudani ndio mahali pa kuchezea. Hapa ni mahali petu pa kufanyia ibada. Tumekaa tangu last year mwezi mwezi gani, hatusali msikitini pale Nuru ya Mwenyezi Mungu imekuja, mfadhili amejiletwa a kututengezea msikiti, mnaanza kuleta sarakasi zenu pale. Tunaomba mjiepushe na laana ya Mwenyezi Mungu na mwepushe familia zenu na laana ya Mwenyezi Mungu. Na ambaye kwamba anafikiria hongo itatoka pale, sisi tunaamini, tuna Kurani yetu takatifu na hakuna mahali imeturuhusu ama imetuamuru kupea mtu hongo. Hongo hatutapeana na ningependa kuomba viongozi wetu wote kwa ujumla, akiwa ndani Papa wa Roma, akiwa ndani Wangamati, akiwa ndani Lusaka, Lusaka na wengine wote. Wakati ambapo kwamba mnafanya interview za kuchagua mawaziri msiangalie makaratasi ya shule, angalieni pia karatasi za madaktari. Kuna wengine, kuna wengine ni viwete kwa akili inafaa mwangalie watu kama wafai kwa maofisi Takbir. Na ndio wanatuletea shida kama hizi. Tunaomba mtuepushe na shida kama hizi, mtuwekee watu weledi wenye wanaweza fanya kazi kwa maofisi ofisi, ofisi zishirikiane na watu katika jamii na mambo yaende mbele kwa njia ipasavyo. Tunasikitika kwamba siku ya leo tumezungushwa na waziri, baada ya kuwa na malumbano baadhi ya Waislamu Kumekuwa na vikundi mbili pale msikitini. Kuna kikundi ya kwanza wenye wameandika barua hii, barua ya kuclaim kuwa wao wamezuia ujenzi ya msikiti isijengwe. Hii kikundi haikuchaguliwa na mtu yoyote, iliapointiwa na imamu mwenye alienda. Hao watu wanatembea kwa jamii ya Waislamu kuambia Waislamu siku zote msikiti imezuiwa kujengwa, kuwa mfadhili ni tapeli. Wale watu wameleta mfadhili, ndio wanajua mfadhili Leo mfadhili amekubali masharti yote, tumefatana na sheria ya kaunti, imelipa process. Leo inafaa atuapruvie twende tujenge. Na tahadhari, tunatuma ujumbe kwa tajiri mwenye anaweka watu wenye ni wafisadi, kushirikiana na watu wafisadi. Ikiwa Waislamu watagongwa kwa jina ya msaada na mkutano inafanyikia kwako, na tunajua tutakuwa tayari kukusurutisha mbele ya haki za kisheria. Waislamu wasikusanyike kwa jina ya mtu mmoja chini ya miaka 40 yenye imeisha. Watu wamekuwa wanakaa, wewe ukikua baadhi ya watu wa miaka 40 yenye imepita, hata choo moja mkujenga kwa niaba ya msikiti ya Jamia. Leo waislamu wameamuka, wanataka msikiti jengwe, tukue na msikiti ya kisasa Bungoma. Mnahusika kando kufanya mikutano ya kando kando za fitina, baadhi ya watu wanakaa mikutano ya kando kando, ni mashehe wamesoma, kulingana na hao wana elimu yao ya dini, wao ndo wanaweka fitina, lakini peupe Tunaomba sisi kama Waislamu, Waislamu wachache wenye wana, wana interest ya tumbo yao, awata tungonganisha sisi wenye tunataka interest ya ibada. Watu wenye wanataka kukula awatataka kutupiganisha sisi wenye tunapigania watoto wetu. Sisi umri wetu, wazee wetu wamedhulumiwa chini ya uongozi wenu. Tumefika hapa, pia sisi tuna watoto, inafaa wasituulize kesho maswali wakati ya ujana wetu tulifanya nini. Ni time yetu hii, ni time yetu sisi kupigania watoto wetu. To make sure tumuachia standard foundation. Sisi at least tuliswali kwa msikiti yenye meangaika. Tunapigana hii vita kwa ajili watoto wetu waswali pahali penye na adhi. Msikiti ikue safi, sehemu ikue safi na hii mambo ya komiti kwa msikiti hakuna watu waliwachagua. Waziri Sasita, kama unafuata barua, nafikiria kisheria ungeuliza court order. Tutakuruhusu tu kama utatupea court order yenye imetuzuia pale ndani lakini barua tuko na court order ya ruling ya mwisho yenye koti ilitoa. Custodian wa hiyo ardhi ni jamii ni Muslim Association na barua iko ruling, iko sheria ya Kenya inasema mtu akitaka kitu toa documentation, kuna title deed, kuna court order, kuna procedure. Unatumia procedure gani ya barua kuja kutuzuia kutuapruvia barua ujenzi iende kufanywa? Umezuia Waislamu wenye hawana kazi, riski yao kuanzia kesho, ungekuwa unapata riski pale kwa hiyo msikiti. Watu wamehangaika okay. kutoka mwezi wa Ramadhani tumekufuata umetuzungusha sana. Tulikuwa tunakusikia tu waziri unasumbua watu lakini umetusumbua kama Waislamu tumefika mwisho. Tumekupatia mpaka kesho saa sita. ina maana kuanzia kesho saa saba hiyo ofisi yako inaenda kuwa sehemu yetu ya ibada. Na ambapo sisi tunashangaa sana na huyu mtu anaitwa saa sita huyu saa sita alikuwa anapitia nyuma nyuma nyuma nyuma anasema anataka pewe contract hapo sababu contract hapo ndani na saa sita sisi tunasema kwamba kama sisi Waislamu tumezaliwa hapa saa sita Auwezi kutudhulumu na mwislamu aga adhulumiwi. Tunasema hapa saa sita mpaka utufanye nini, utuapruvie jambo ingine saa sita. Hatutakupatia hongo vile unapenda kukula hongo, na tunalaumu gavano yetu Kennedi Makere Lusaka na Moses Moze Masekomleta mtumugani huyu huyu jamaa, na anapenda hongo sana, na huyu anawaribia jina town. Tunaomba alikula choo na kila siku pesa wakitaja nini, nini, pesa nini, pesa stage pesa anachukua pesa hiyo. Tunaomba sisi kama Waislamu ya kwamba saa sita sisi tutakaa hapa, tutakesha hapa, na tunasema ingine kumalizia hautakanya kwa hii ofisi pekee, tuna makaburini kweli. Kitambo mwone Waislamu wamefika hii kiwango, wamefinyika ya kutosha. Tumeanza na saa sita, kabla wako kwa ofisi, uko chini hajakuja hapa, amekataa kutuaprovia msikiti, kila mara analeta vikwazo hii kona muingize 4 meters, tunaongea na tekesha kutoka Nairobi, anarudisha vile anataka. Mara ya pili hapa, dirisha ikufungue, isisumbue jirani, ingia 2.4 ndani. a tekesha alikuwa ameacha 2 meters, a tekesha leo ameingia hiyo 2.4, anataka a tekesha, akamuuliza iko kitu yote anataka, a a, tuko sawa, wamefanya iko kwa meza yake, ataki ku approve leo hii, tumekuja tu approve, anatupatia barua ya cyber. Na nataka tuambie waislamu bila kufichana, sisi watoto tumezaliwa hapa kwa dini Patrick Wanga Salim eshimu waislamu usifikiri uliingia kwa hii dini ni pahali ya kufyetua tuko na asira sana na wewe wewe ulifanya mal malimali akatoka hapa six months hamkumpa pesa kila mara mnachukua pesa ya maduka mnapeleka kwa koti koti mara tisa, ruling mumepiga with the cost ndio hii bado mnakatalia msikiti mara hii liwe liwalo jamia lazima irudi kwa watoto wenye walizaliwa jamia watoto wetu lazima wapate elimu bora Walimu wetu lazima wako walimu wenye mehitimu si walimu wa kuleta fitna, wa kupiga falaki, wa kupiga mbao. Hiyo lazima tunawa prepare mapema. Mwalimu atakuja jamii, akuja na madocument. Ni hayo na tumeanza na ninyi paka mwisho saa sita. Kwa hivyo tuko hapa. Saini hii kitu. Original title ndio umepewa search ya three weeks. Ndio hiyo umepewa kila dhibitisho umepatiwa. Mara umetuambia sije intimidate, sije nini. Kwa hiyo order ruling ndio hiyo umepewa. Wewe una take side. Sasa sita, kama ni pesa unataka kuja kana chairman, labda ni tinga yako akupatie, usitusumbue. Saini mwezi mzima, joto iko huko nje. Baadhi ya watu ambao julea, wanasema wasiojelewa, wanasema oh, investor ametoroka ule mda, ule mfadhili hawezi jenga bila plan, watu wapruvie plan. Sasa mpire baki kwa mfadhili, tunaenda kupatiwa hapo 70 million, investor na investi hapo 70 million ya bure, bila shilingi ya mtu. Hao hao watu wa Jamia wanaenda wanaomba pesa huko nje, na tunatahadharisha umma. Jamia haitaki hata shilingi ya mutu 100%. Mdhamini anaenda kusimamia kila kitu. Waislamu, mujue kuna matapeli, baadhi kati ya hawa watu wameanza kutembea o oh, tuanze kuchanga tujenge msikiti ya matope hapa. Waislamu, msikize hawa watu kabisa. Hao ni uwezo wa hali ya juu Kweli. Salim pita jamia vile utapita kanisa ya Catholic. Sisi wenyewe tumechukua na kuambia peupe, ulitaka kunidhulumu na malisha damage, Mungu amesimama na mimi.